No vision to have a sight without vision. Kwa hiyo wale waandishi wa habari waliokuja na macho yao na maisha yamewakunja na yeye profesa, waliondoka hawakuuliza maswali mengine, maana amewaambia mgogoro wa dunia ni huo, una macho, njozi hakuna. Wangapi wataendelea kulalamikia jangwa? Hakuna solution e, vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu, wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni na wajomba, nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu, huyu huyu ni mtoto wangu. <coughs> Anamwita mtoto na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka thelathini, anaita mtoto. Huyu ni mtoto wa, wa, wa dada yangu, ndiye tumeachiana ziwa na dada yangu. Kuachiana ziwa ndio achievement? Nimewambia Dar es Salaam kila kona, niambia mliona design hiyo. Mkamfukuze, umlipie chumba kimo mwezi mmoja Jangwani, mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Watoto wa Afrika ni laana. Vijana wa Afrika, changamkeni. Usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako hapa, nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibali na anguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorora, utafikiri pilao la muhogo anamerekea na hii nayo wataisikia kote, kama kuna pilao la umeshangaa, shangaa tu wewe. Ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya, ni viumbe wa ajabu. Namshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyoviumba ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba umba pata